Kuna mahali kuna nyasi nzuri, nataka twende, tukona, nimeona hii babe, hebu niona hii. Nikuulize, Oscar wewe, sitaraka kwa nyumba kama last time kwa nyasi. Kweli tuta enjoy hiyo nyumba, unajua najenga sababu yangu na wewe. mm -hmm. Tuta have a nice time kwa simu zingine hapo kwa hiyo nyumba na hata simu zingine. So, tumulia tu leo tukae hapa kwa nyasi, tuongee mambo yetu mbili tatu tupange Wacha nivuke, naiona. Wacha nivuke. Gojea tu. Luangaliachua hey. Tusionekane my dear, unajua tungechukua gari, hapa kuna sehemu nyingine inakuwa pale iko hey. Free vizuri, tuende hey, tu namna hii hey, tukae hapo gari tuchukue hapa, tukae tuongee mambo yetu, unajua lazima tupange hey. Hey. Kama hatutapanga uh, unajua uh, unajua tusahihi umri yetu yeah. Yes, ndio eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Hiyo miaka sawasawa kabisa. Sasa ni gari tuchukue hapa eh. Pale eh. Eh, tu mbele kuna mahali pa eh safi eh tukae tuongee mambo yetu, tuone namna gani eh, kabisa. Uwezi anza project ya mtu namna hiyo, na una nia eh. Eh, ipo eh, ama ile hakuna jam saa hii. Kwa nini jam? Ama tupande hata aka katuktu eh? Aya, tuangalie ile gari. I hope hii mvua itatutatiza; kama kama itatutatiza, naitaka ni vile nimekuwa na kazi oh, mingi mbili tatu yeah. oh. Oh. Eh. <inaudible> lakini sasa si ndio huyu mimi <inaudible> <inaudible> yeah. Yeah. Uh. Oh. Sasa, oh. Hapa mbele tusi tuchukue matatu hapa hey, mbele eh. Yeah. Una... Eh. <inaudible> Ulinunua juice na ama ni... ah, okay, okay, okay. Eh, eh, eh, na tuongee mambo yetu aa, okay, mm. Kana tutatafuta kagari kadogo tutembee. Unajua <laughs> <laughs> hii umri a tutafute kagari ka kutembea tembea sasa tuache, okay. kutembea kwa miguu okay. sana hizi Kagari okay. ka. Eh. Hmm? Isi? Hmm. Isi hata hatutarudi kutu, hapa mbele iko nyasi mzuri dakika

Ebu weka namba yako hapo, acha hii simu iko karibu kuzima acha weka ukizima nikuangenisha kulipao Mnaenda wapi? Unaona magari hakuna huku si kadogo, kama shaka, tunatembea hata inafanya haraka haraka pengine

Kanyasi ni kagani? Tuangoje hapa, tuangoje hapa tuona ni wapi wanaenda. Sasa hapa yeah. Tunaweza tafuta mahali. Okay. Mm -hmm. Okay. Wale. Watajua wana huh? Atajua na deal na DCI. Leo watajua ni DCI wa na deal na wao.

Tufanye hivi anaona kuko? Kabisa kapata, tufanye bidii tuweke bidii kwanza. Hii unajua barabara mzuri na biashara ahisi, lakini najua lazima iwe pesa mingi hizi karibu na barabara pesa ni ya kutafuta. Direkta hapa atacheza kiwewe kabisa. Hapa nataka ucheze kiwewe, so nataka ucheze kiwewe hapa. Nawaogopi mvua, waoni kama wanaezanyesha. Huyu mama alikuwa anataka kufanyiwa ile kitu

Nzuri ni ati, <laughs> ni mama, nilikuambia mi ndakusaidia mpaka mwisho tundi. <inaudible> <inaudible> wanakula mali yako, hii ni <inaudible> ni makitu wanafanyanga kila wakati hapa pazuri.

na ni mama mzee anafanya mzee aruke kichwa.